Mada ya leo ni mada tamu sana. Ni mada ambayo itakusaidia wewe kuwasiliana na ndugu na marafiki hapo nyumbani. Jiandae kupokea kitu amazing sana kutoka Tumaini Moja. Mada ya leo inasema ndugu na marafiki. Tutajifunza tutajifunza kufahamu mama anaitaje kwa lugha ya alama, baba, marafiki, ndugu na jamaa. Tunaanza na baba. Baba, mama, kaka, dada, babu, bibi, mjomba, shangazi binam, shemeji, wifi, mchumba <laughs> ba mdogo, mama mdogo, mamkwe, baba mkwe, mvulana, msichana Mjukuu, kitukuu, mtoto, adui, mpenzi, watoto, rafiki. Unaweza ukatunga sentensi ya kwamba sasa wewe ni rafiki yangu Vizuri sana, tunga sentesi hapo, mpenzi mtazamaji, ambao unaweza ukasema nani rafiki yako. Unaweza ukatunga sentesi ya kwamba sasa wewe ni rafiki yangu. Vizuri sana, tunga sentesi hapo, mpenzi mtazamaji, ambao unaweza ukasema nani rafiki yako. unaweza ukatunga sentensi kupitia ndugu na rafiki kama tulivyokutajia. Mfano, baba anakula ugali. Mama anapika. Mtoto analia sana. Mvulana ameenda shule. Msichana yule ni mrembo sana. Mjukuu kaenda kwa babu yake. Shemeji Shemeji kaleta zawadi kwa